Hujambo popote pale ulipo, natumai buheri wa afya. Karibu kwenye pitapita za kwangu, mi hapa ni VWM, ukipenda Victor Madou Mandala. pita pita alafu nikamwacha tupate kastopova hapa tufanye kakitu au sio? pita za pita pita za kwangu kaanzia eneo la Mauchei. Mauchei iko kule Nakuru Mauchei, eh, kuna polo mmoja wa hapa alipigwa na mshtuko kujua mkewe aliuza ngombe wawili wa gredi aliokodisha alio a aliwapeleka kwa jamaa zake wanone kulingana na na, kulingana na habari kwamba polo huyo kufanya kazi mbali, yaani jamaa huyu, huwa anafanya kazi mbali. lakini akafika mahali akaenda kutembea nyumbani waka, wakati wa holiday iliyopita kufika nyumbani mm, ah, hamna tatizo, akapata ng'ombe hawako e, akauliza mke wake, mke wake. Nilipeleka kwa ndugu yangu baadaye anakuja gundua kwamba kumbe mke wake alimcheza na kwambia, alikuja gundua way later. Akiwa ni wewe na kuambia, jombi huyo alichemkia mke wake, nusura yaribu ndoa nam ng'ombe tu, kuuza ng'ombe, yani unauza ng'ombe ufanye na mme anakupatia pesa shuali na ukitafakari juu ya hayo, nikavuka mpaka eneo la Shanzu Mombasa. Watu wa Mombasa mpo Shanzu Mombasa, eh, kuna kisa kimoja kilitokea kule ambapo basi kuna mwanadada um, mmoja wa hapa aliapa kuendelea na michepuko, yaani alifika mahali akasema eh, na kabla pale of course um, Uh, ni tabia mbaya, anaambia mzee wako, mimi nitaendelea michepuko usipoacha wewe. Yani kwa sababu mume wako na si mwaminifu, nawe pia unaamua kutokuwa mwaminifu. Shwali haya ukitafakari juu ya hayo, nikavuka mpaka makima Mwea. Makima mwea eh, kuna pasta mmoja wa hapa alijipata pabaya alipoenda kwa muumini wake na kumgombeza kwa kunywa pombe, na duru zinasema kuwa jamaa huyo alikesha kwenye sherehe ya kulipa mahari eneo hili na kushiriki mvinyo wazee. Jamaa alifika mahali ameenda ameenda maziara zake na kadhalika, wakawa kwenye mipango ya harusi. Unajua, kuna wengine upewa pale mapombe na nini, kwa sababu wengine wanakunywa pombe, naye pia akapia presha, akachapa pombe. Kuchapa pombe pasta akasikia na alijua, akaenda kwa ujamaa akamwambia we, akaenda kwake nyumbani, amwambia wewe wewe, umeokoka mbona ulikunywa pombe? Sasa pasta anaanza kumzushia, wacha huyo mshirika atokee kule, akamwambia, eh pasta, hapa si kanisani, unakujaje kunizushia kwangu? Pasta alitolewa hapo. Lakini, sijui. Pasta alifanya vibaya. Pasta anachunga tu kondoo. Sasa, anyway, ilifanyika wapi? Eneo la Makima Mwea. Na labda jamaa alikuwa na mahangova za kwake tu. Nikitoka kule basi nikavuka mpaka kwa Ngoli, kwa Ngoli ya Machakos, ambapo, basi kuna dem mmoja wa hapa alishangaza wengi alipokataa mumewe kumlipia mahari kwa sababu alikuwa amepanga kurudiana na mpenzi wake wa zamani. Habari zasema kwa zamtaza kwamba eh, dem huyo alikuwa amechumbiwa na jamaa mmoja ambaye hata alimlipia karo ya shule cha walimu. Yani, hudem, umechumbiwa na mtu mpaka akamlipia karo ya shule ya walimu, teachers college. Na baada ya kulipia, then umefika mahali unataka kumwacha, unataka kurudiana na mchumba wako wa kitambo. Shule kwani ulienda tu kwake akusponsa shule? Alafu alikuwa sponsor wa shule wanaume. Eh, hey, wanaume, najua kile wanapitia, wanalipa school fees wenyewe, kai haya. Lakini basi kitambo lipa school fees, si kumeoa mtu, acha ya kulipia mbali mahaliata nilisot... kuwacha Tusamahani, ndo nimalizia katika eneo la Kabete hapa Nairobi, Kabete Nairobi, eh, kunasemekana kwamba kidosho mmoja wa hapa alionya rafiki yake vikali dhidi ya kujipendekeza kwa mpenzi wake, licha wanadada hao kuwa marafiki kwa, eh, kwa muda mrefu. Anasemekana kwamba Kipusa eh, alibaini kuwa mwenzake hutembelea mpenzi wake kisiri. Yani najiuliza unafika mahali ambapo unaanza kutembelea mpenzi warafiki ako mko marafiki ya chanda na pete, alafu unaweza kutembelea mchumba wake wakati ako ya peke yake. Una nia gani? Nia gani kabisa unayo? Hiyo ni tabia chwara. Nia eh, ni ya kupindua serikali vipi? Anyway, tabia hiyo ni tabia mbaya. VMM hapa kwenye pitapita pita za kwangu, na kuambia ulimwengu huu, ah, una mambo. Ni katika pitapita hapa na kutakia kila laheri, na ama kweli wasema Hmm. Kutembea kwingi kuona mengi, lakini kabla pale nikujuze kwamba usiondoke hapa kabla ya subscribe. Chini ya video hii kuna neno subscribe. Klik hiyo neno subscribe. Ukiambiwa sign in, sign in na jimila account yako, copy the link and share, na weke comment yako pale, na itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo hakikisha kwamba number one umesubscribe pale chini ya video hii, na ukiambiwa sign in, sign in na jimila account yako, copy the link and share, na weke comment yako hapa chini, na itakuwa vema zaidi. Ni kwenye Pitapita za kwangu na mimi hapa VMM, kwenye siku hii ya leo, nikikuambia kuishi kwingi kuona mengi na kutembea kwingi kuona mengi zaidi. Shalom, God bless you and bye bye.